Tumsifu Yesu! Tumsifu Yesu Kristo! Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena kwenye channel ya Sabina Luyego. Um, kipindi kilichopita tuliongelea kuhusu singomadha na nikawambia, si singo kwa nini naweza nikamshauri mtu aoe au asioe singomadha, na nilizungumzia kwa ufupi kwamba kila um, mtu ameumbwa ana mume wake na ana mke wake. Nataka niongezee kitu um, kuna kitu watu hawajui wa. Kila mwanadamu ana madhaifu yake, yaani kila mwanadamu ana upungufu wake. Kwa hiyo kuna mtu ambaye Mungu amemuumba kwa ajili yako, kwa ajili ya kupambana na udhaifu ulionao. Ko kwa tunapoona kwamba watu wanashindwa au wana wanashindwa kukaa pamoja, ni kwa sababu kuna mtu amekutana na mtu ambao hauwezi udhaifu wa mwingine n, yani hajaumbwa kupambana na ule udhaifu. Ngoja nikupe mfano, kuna dada mmoja nilimuona. Kuna uh, kip, kuna siku nadhani kama miaka sikumbuki exact mitano sita, huwa napenda kufuatilia hizi habari za social media, zinasaidia, kuna vitu vya kujifunza. Yule dada alimwacha mpenzi wake na alipoulizwa sababu ya msingi na alienda kuolewa na mtu ambaye wana urafiki na huyu aliyekuwa mume wake mwanzo, wamekaa karibia miaka mitano na walikuwa na mtoto. Huyu mwanamke alisema tumeachana kwa sababu huyu mwanaume Ye yeah, huwa anasubiri tu nyimbo. Ni mwanamuziki yule kaka, na ni something, ni producer, kitu kama hicho, ambaka sio atoe nyimbo, sio asubiri show. So unakuta muda mwingi huko nyumbani, labda anapika sio ananifulia, yaani mm. Yani mimi mwana mwanamke ndo natoka huko naenda kupambana, umeona? Sasa wakati wao unawaza kwamba kitu kitakachoniachanisha na mwanaume ni cheating. Huyu mwenzako anahitaji mwanaume fighter. Yaani wale wanaume ambao akiamka ame anadiliili anadiliili ameleta hela hii yeye, yeah, amepambana ameleta gari yeye, anataka mwanaume wa hivyo. Kwa hiyo amemwacha. Kwa nini? Ajaumbwa kuvumilia udhaifu wa huyu mtu kwa huyu, mpaka akutane na mtu ambaye ameumbwa kwa ajili yake. Umenielewa. So, ninaposema kwamba unaweza kuoa single mother au usioe single mother na usioe tu kwa sababu eti ni single mother. No. Oa mtu ambaye Mungu amekukusudia. Ukikutana na mtu ambaye Mungu amekukusudia, ana uwezo wa kupambana na udhaifu wako. Kuna habari ilitrendi sana kwenye mitandao ya kijamii, kuna dada mmoja alinunulia ali mume wake mtarajiwa kwenye uh, kwenye sendofu yake, alinunulia gari ya thamani sana ile ali mkaka. Alisema mkaka alimkuta wakati huyu mwanamke ameachwa nani na, na na mchumba wake. Tena walikuwa wameshapata mtoto, kwa anasema nilikuwa niko nimevunjika sana, mwanajua mtu akiachwa akiwa na, na mtoto. Huyu mkaka wakakutana. Sasa huyu mkaka, ina maana ndio Mungu alimkusudia, wakati huyu haoni potential ya huyu mwanamke Huyu dada inaonekana ni mfanyabiashara ni fighter na nini? Huyu mkaka akaanzisha mahusiano, dada tu akapita kwenye changamoto za biashara, kaka watu akauza gari akamsupport huyu mwanamke. Ndio sisi tumeiona kwenye kipindi cha Send of your dada maana ndio ili trend sana. Sasa nini unajifunza hapo? Aku? Huyu mtu akuangalia huyu kwamba eti ameshazalishwa, oh sijui baba wa mtoto yupo. No, aliangalia ni mdada anajiheshimu. Kwa sababu kama angekuwa ni mtu wa wanaume wengi na nini asingekuwa stressed ni, kwamba umeachwa eti kisa una mtoto tena. Dada tu ni mrembo mzuri kabisa, ilikuwa e tu, alikuwa ukute, ni kama wadada wa siku hizi, ingekuwa tayari alikuwa na wanaume wa tano sita huko pembeni, kwamba ameachwa na baba mtoto, ana wanaume kingine huko hivyo, wala hata asingekuwa stressed. Lakini huyu mtu akaangalia, ni mdada anayejiheshimu, ila ni mkaka tu alikuwa anahisi anapita anaenda. Kwa hiyo yeye, alipoona amekutana na mwanamke wa ndoto yake, mwanamke ambaye Yawezekana hata udhaifu alionao wanaweza kufichiana, wanaweza kukopu akamuo. Kwa ninapozungumzia kwa habari ya mtu as conclude kwamba usiwe singomaza au wewe singomaza ni kwa sababu nina uhakika. Maana mimi ninazungumzia kwa habari ya Mungu, sio kwa habari ya ulimwengu huu. Sio kwa habari ya watu wanapozungumza katika vinywa vyao. Mm. Kwa huyu alipogundua huyu ni wakwake, na akiangalia udhaifu wako unaweza kubebwa na huyu dada akamuoa. Kwa lazima ujue kwamba kila mtu ameumbwa na udhaifu wake, hmm? Ameumbwa na kasoro zake, ndio maana unaweza ukakuta, um, mtu alikuwa na mwanamke wake wamekaa miaka mingi theni baadaye, uh, akamwacha yule mwanamke, labda akaenda kupata mwanamke mwingine alafu kikitokea changamoto kidogo, nadhani kuna habari nyingine inatrend sana, sitaki kutaja mtu kwenye hii video yangu. Huyu mdada anasema una udhaifu moja, umekunjwa sura, imejikunja sijui, uko una mdomo unaongea sana. Unaona, huyu mwanamke hakumbwa kwa ajili ya baba kwao. Haya madhaifu kwake ilikuwa ni kipengele kigumu, na anakwambia kabisa, alikuwa anataka kuomba talaka muda mrefu sana, umeona? Kwa hiyo lazima ugundue kwamba sio pesa zitakazomweka mwanamke. Na huyu dada yenu, ukiangalia maisha ya dada, alikuwa anapelekwa nje, anatolewa mitoko, anafanyaje. Na ndio hapo wanaume wengi huwa wanaferi, wanahisi kwa sababu niko handsome, labda niko na pesa, nitaweza kumwini mwanamke yoyote. No, kuna mwanamke atakuja kwako, labda atavumilia tu kwa sababu anazitaka pesa zako, lakini ule udhaifu ulionao kwake ni bonge la gepu ni bonge la gepu, yani hawezi kukupenda hawezi kukusamini. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua hilo. Ukishajua kwamba nina udhaifu na Mungu amemuumba mwanamke ambaye anatakiwa kubeba udhaifu wangu, kama nilivyokutolea mfano, yule mdada amemwacha mume wake, wakati amemwacha ile kaka sio mzizi, ila sio faita Yaani, unajua kuna wanaume sio maf sio mafaita e. Kwa mfano ukisikiliza stori za MC Galabimba, za eh, mtu ana kazi kama tano, nyingine anakesha, nyingine anafanyaje. Kuna wanaume ni mafaita, yani huko ana mabiashara, huyo ana huko, ana nini hasa. Kuna mwanamke anataka design ile kwao, wakati unawaza sijui mwanamume sinaweza kumwacha tu akiwa labda sijui akizini, no, lazima uombe Mungu akupe mwanaume ambaye ha, utaweza kumse, kumse, nini kuvumilia udhaifu wake na yeye ataweza kuvumilia udhaifu wako, maana na wewe una udhaifu. Kwa ndo maana ninaposema kwamba usiangalie kwamba zisi zisingomaza, ukikutana na mwanamke unaona kabisa amani ya moyo ndani yako, una amani ya kumuoa muoe. Kwa sababu huyo ameumbwa kuvumilia udhaifu wako. Yawezekana una udhaifu ambao wewe mwenyewe hata ujui ni changamoto, lakini huyo ndo atawe, utaweza kukaa naye huyo, ataweza kukuvumilia huyo. Unaweza siku kakosa hela labda, anaweza kuvumilia kwamba mume wangu hana pesa. Kwa hiyo ninapozungumza kwamba oa, usiwe single mother Omba kwa ajili ya mke au mume unayetaka kumuoa, ni kwa sababu usije ukajichanganya ukaoa mwanamke au ukaolewa na mwanaume sio kwa kwako. Japo kuna wengine wanakutana, ni Mungu amewakusudia kweli wawe pamoja, lakini mmoja anateka advantage. Kuna ile hali mtu anachukulia poa huyu. Ah, mwanamke yupo tu eh, unamfanyia hiki, anaongea yaani Uh, mara nyingi unakuta ile kuchukuliwa poa ndo inafanya mwingine hata asema, okay it is enough enough it is enough. Kwa hiyo muombe sana Mungu akupe mume au mke aliye wa kwako aliye wa kwako, ambao unaona kabisa udhaifu huu. Mwanamke mwingine ankisha nikimbia. Kuna mwanamke mwingine, ukisha kosa tu, ila siku mbili hawezi kukaa na wewe eh. Au hiyo tu hali ya kuto kufight, yani wewe sio fighter. Au mwingine ndo kama nilivyokuambia, hiyo, nadhani mlisikia kwenye mitandao, kiji mtu ampa una mikunjo, sijui meno yamefanyaje, huo kwake ni udhaifu hmm? kuna kama je kwa nto shahuda kwamba yeye akati anasoma, watu walikuwa wanamcheka mdomo si mdomo wake, si mpua su anapua hmm? su. Ana pua kubwa, sio kuna changamoto gani, lakini kuna mdada mmoja tu, siku moja akaambia, napenda hiyo midomo yako Yani alifarijika maana maisha yake yote yalikuwa nawasa ivi, kuna mwanamke ananipenda? Kumbe kuna mwanamke Mungu amemuumba anapenda hiyo midomo. Ni kama juzi hapa nilikuwa naangalia angalia watu anamcheka su, niambisa mabeto anamcheka huyo, sijui aziziki hiyo midomo si mimi. Yani kuna mtu Mungu kamuumba hiyo midomo ndo anaipenda hmm. Sijui mwingine anamcheka, anacheka mwingine sijui, huyu ni ana maumbile su madogo sana. Maumbile ni nini? No, kuna mtu Mungu hayo maumbile ndio hayo hayo, yeye amelizika nayo kwa ajili ya utukufu wa Mungu a yani, haoni kama ni kasoro. Kwa hiyo muombe Mungu, kwa sababu yeye ndo aliyekuumba. Kila mwanadamu ana udhaifu wake. Ukijijua hivyo utakazana kuomba na ukikutana na mtu ambaye ni wa kwako, eza ni mwanamke hata amezalishwa, ila unaona kabisa nina amani ya kuenda naye kwenye ndoa, mchukue kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Barikiwe sana.